Tunakwenda kuangalia sasa, amini kuungana na mwenzetu Ali Bakari, zilizobamba mitandaoni. Mitandaoni kuna furaha yake bwana, mitandaoni mm -hmm, kule e, dunia saa hivi ilipo ipo kwenye mitandao na kwenye mitandao kuna watu kule wanatari sana Watu jua kucomment babu, unaweza ukashangaa ana <laughs> a ya <anamastasia> kucomment au unaweza <laughs> <laughs> kacheka <laughs> Ali Bakari <laughs> eh, kwe mandugia Alhamdulillah namshukuru eh, Mwenyezi Mungu tumefika salama eneo hili ndio eh, unafahamu kwamba karibu usiku mzima mpaka eh, unakucha asubuhi jiji eh, la Dar es Salaam sehemu kubwa yadi eh, eh, jiji la Dar es Salaam kumekuwa na mvua, mvua kubwa. Mm. Neema ya mvua eh, kwa eh, lakini sasa watu wa Dar es Salaam mm. eh, ujua gari hawaiogopi, wanaogopa mvua. Anaweza akaizuia hivi, lakini mvua ikishaanza, watu wa Dar es Salaam ndivyo walivyo wao, na mvua kidogo wamekuwa tofauti, lakini na mambo ya magari wameshayazoea, kwa sababu magari wanapishana nayo kuliko mvua. Unajua ulamao ulichoongea hiyo hiyo, sio meme hiyo, ni fact Yaani, yeah, sio kile kituko kite, kite, yaani yeah. sio kituko kwamba mm. Wanaita zile memes za mitandaoni mm. Hapana, hiyo mm. mm. ni fact ni ni kwamba watu wa Dar es Salaam ni mfano mm. Yaani, ukipita mjini unaona gari mtu anapiga anapiga au nini, mtu ashtuki, anajua utatafuta tu alternative, utapita akishaona tu kuna wingu anajua mda wote ikishuka, karibu na tu <laughs> yeah. Yeah. Tufahamishe kuna nini huko mitandaoni Uh, kwanza nimefurahi kusikia ya kwamba na nyinyi mnavutiwa kuangalia basketball hasa ile mm. ya upande wa kina dada. Eh, nzuri. Nimefurahi. Inshaallah tutatafuta huo muda basi tuende tukashuhudia. Tuende <laughs> yes, moja kwa moja katika zilizobamba mitandaoni na bana, tunaanza na ukurasa wa Simba lakini sio tu Simba Sports, lakini pia ni ukurasa wa Mo Dewji. Huyu ni uh, raisi ama mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports, Mo Dewji wamefanya collaboration na ukurasa rasmi wa Simba Sports, lakini nini uh, kimewapelekea kufanya hivyo ni huu ujumbe uh, ama barua hii uh, ya Mo Dewji kwenda kwa mheshimiwa raisi kwa maana ya Samia Suluhu Hassan, rais wa Tanzania akisema uh, nini: kwa niaba ya klabu ya Simba Sports uh, napenda kutoa uh, shukrani za dhati kwa mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuiwezesha klabu yetu kushiriki mashindano ya kimataifa tumepokea kwa moyo wa shukrani mchango wa malazi na usafiri kuelekea mchezo wetu wa marudiano wa nusu fainali ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Stellenbosch utakaofanyika nchini Afrika ya Kusini uh, klabu ya Simba inatambua na kuthamini kwa dhati juhudi za mheshimiwa raisi katika kuimarisha sekta ya michezo hapa nchini hususan mpira wa miguu. Tumetiwa moyo pia na motisha ya goli la mama, ambayo imekuwa chanzo cha hamasa na ari kwa wachezaji na mashabiki wetu, kwa maana mashabiki wa Simba Sports. Tunapenda pia kutoa shukrani <coughs> kwa Wizara ya Fedha pamoja na Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo kwa uratibu wa karibu wa safari hii. Aidha, tunazishukuru taasisi zilizoonyesha ushirikiano mkubwa katika mchakato huu Mamlaka ya mapato Tanzania kwa maana ya TRA shirika la ndege la Tanzania ATCL mamlaka ya bandari Tanzania TPA na shirika la reli Tanzania yaani TRL yes, hayo ni uh, mambo ambayo yameandikwa katika barua hii mm. ikielekea kwa rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan lakini inatoka uh, kwa rais uh, wa heshima huyo wa Simba Sports Mo Dewji bwana inaonekana Simba Sports wamepewa usafiri mm. uh, na malazi pia pia yeah. uh, uh, kwenda kule uh, kule serikali, yes. ikiwa ina, e, thamini zaidi michezo mm. na kuwa karibu na vijana wake yeah. katika michezo mm. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana, ni hamasa kubwa ambayo mm. mepewa Simba yeah, ni kweli mm. yes, uh, hayo ni ya Simba Sports na safari yao ya Afrika Kusini. Hawa, hawa ni Singida Black Stars tayari wapo visiwani Zanzibar, lakini asubuhi ya leo hii wameianza safari ya kuelekea kule e, Pemba, kwa sababu kule ndiko kutakapofanyika uh, mashindano yale ya Muungano Cup 2025. Mapema asubuhi hii hapa kwa wenyeji wa Zanzibar watakuwa wanafahamu eneo hili uh, tayari wameianza safari ya kuelekea uh, visiwani Pemba kule kwa ajili ya michuano hiyo, na timu ya Azam TV na yenyewe tayari imekwisha tangulia, ipo visiwani Zanzibar, kwa sababu ni moja tu ya kuhakikisha na kuletea burudani hiyo uh, ya Muungano Cup ambapo kuna timu nne kutoka bara hapa nazo zitashiriki katika michuano hiyo. <messun> <messun> Singida, bila shaka mshtuko umekwishaisha kwa sababu wamefika mapema sana, wamefika mapema. timu za bara huko, nafikiri itakuwa ndio timu ya kwanza kufika. ni kweli, ni kweli. Na bila shaka sasa hivi watakuwa tayari wameshaikaribia Pemba, sasa hivi waliondoka asubuhi. Pemba ni takriban saa <messun> mbili hivyo kufika Pemba na kuna mikondo yeah, mizito sana yes. Nia, ni kweli pale tuna daa e, yeah, Nungwi pale mm, na ukishuka pale kidogo kuna safari kufika kule Gombani pia e. E, kuna takriban kama dakika hamsini ama lisaa lizima inategemea, mm, na mwendo ambao uh, gari itakuwa mm, inatembea. Yes. Wenyeji sisi kule bwana. Yes, hayo ni muungano kapi sasa. Tutoke hapo, tunarudi kwa ndugu zetu hawa. Huyu ni Ali Kamwe katika ukurasa wake na Instagram aliweka posti hii. Hii ni uh, baada ya mechi ile ya Fountain Gate dhidi ya Young Africans ambapo Fountain Gate wakapoteza uh, kwa magoli manne kwa sifuri. Hawa ni maafisa habari wawili. Huyu ni wa Fountain Gate anaitwa Issa Mbuzi, lakini huyu ni Ali kama tumemzoea tunamfahamu. Ah uh, sasa unaweza kaangalia picha hizo mbili. Nani alikuwa katika na mwenyewe anasema ukienda msibani aliyefiwa utamjua tu. Kwa picha hii ina inaweza ikatoa taswira kujua nani alikuwa katika shida ni <coughs> hapo kama unamchukua mtu ambaye asijua football, yes, mm -hmm. Kabisa afu naambia, angalia hizi picha mbili hapo, yupi mm -hmm. ambaye anaonekana na huzuni zaidi, hiyo anatoa jibu la ukweli. Huyo hiyo inaonekana baada ya <laughs> <laughs> Yine, vale. Ay, nubu, John nobo kufanya jambo hipale nobo John kaisa mechi hiyo ambayo ilimalizika kwa magoli manne mm, lakini kumekuwa na gumzo kubwa ya mitandaoni kuhusiana na magoli mawili ya mwanzo yale, haba sio? hilo lilikuwa ni goli la pili. Okay, sawa yeah. Sasa niliwasikia hapa uh, Idi Salim Kidedea na Hamisa mkiwa mnaizungumzia Uh, polisi ama mnazungumzia ligi hmm, ya Kenya lakini nikaona ni vyema nilete kabisa msimamo wa ligi hiyo ya Kenya, tuone ya kwamba kweli polisi hao uh, ambao wamekaa muda mrefu kileleni lakini sasa wamekwisha teremka uh, wapo nafasi ya pili hapo. Huo ndio msimamo uh, FKF Premier League ama ligi kuu ya kule nchini Kenya, mpaka unaipata hii kupitia Azam Sports 3 ya Azam TV. Tasker FC ndio wapo juu pale wakiwa na pointi hamsini na moja lakini Kenya polisi ambao muda mrefu walikaa hapo juu sasa wana pointi arobaini na tisa lakini Gormahia ambao ni mabingwa watetezi wenyewe wana pointi arobaini na saba lakini wana michezo ishirini na sita. Maana yake ni kwamba wakishinda katika mchezo wao, wakipo kufikisha michezo ishirini na saba, watakuwa na mje, uh, pointi hamsini. Je, yeah. Hawa mabwana wamerudi yeah. Uh, kuweza kutetea nafasi yao hamisa mm. bado. Bado? Ya, bado kwa sababu ukiangalia Gormahia hawajakuwa na msimu mzuri sana kama msimu ambao amekuwa nao Kenya Police. Jue mm. Kenya ameongoza ligi kwa muda mrefu sana mm. tofauti na Gor Mahia, sababu ukishakuwa bingwa mtetezi mm. na una malengo ya kutetea taji lako, basi tunategemea tuna kukuona mm. unacheza hapo nafasi ya kwanza na ya pili, lakini mm. ni, ni muda mrefu sana hajakuwa katika nafasi hizo. Na by the way Kenya Police msimu, kama asipotoa ile taji, basi atakuwa kama Arsenal <laughs> sababu ameongoza ligi muda mrefu sana yani muda mrefu mno alafu anakuja kupoteza hapo, zimebaki mechi tatu, tatu. Yes. Kwa gol ni tatu, hao wana timu kumi na nane hawa hapo bado saba Uh, awa okay. Yeah. Mm. Mm. Ana timu kumi na nane kumi na nane kwa at least hapo Gor Mahia ndio ambaye ana sasa hivi ana mtaji huo wa, wa mechi moja ambayo iliku, ilikuwa postponed kwa mm. Hiyo ukiangalia okay. Sasa kama akishinda mchezo wake it means itaangaliwa pia goal difference, kwa hiyo kuna nafasi tena ya Kenya Police kuweza kushuka kutoka nafasi ya pili mpaka kuja katika katika nafasi ya tatu. Kwa hiyo unaona mbio um, ambazo au msimu mzuri ambao walikuwa nao, lakini ukiangalia sasa hivi ni kama baada ya kupoteza michezo, michezo kadhaa hapo nyuma, kukosa matokeo ya alama tatu, kukusanya sare na na, na, na kupoteza michezo umemfanya ameshuka mpaka katika nafasi ya pili. Kwa hiyo kwao nafikiri itakuwa ni moja kwa taska na mimi itakuwa ni nini kitu ambacho kitafurahisha sana kwa sababu wamekaa ni kama msimu jana Safarabat na Raja Casablanca. Mm. Asifa kaongoza ligi msimu um, karibu msimu mzima mm. na kuja kupinduliwa mechi tatu siku za mwisho. Kwa hiyo kiukweli, kwao naamini kwa hii michezo kadhaa iliyobakiwa they need to pull up their socks kwa sababu ndio ndio ubingwa unaelekea mwishoni. Mm. Yes, hayo ni mambo ya FKF <coughs> ama ligi kuu ya Kenya, tumalizie na huyu ni Fabrizio Romano ah, uh, yeye anatuambia ameweka hapo Uh, maneno ya kocha wa Barcelona, Hans Flick huyo hapa wa huko, na huyu ni Ancelotti, yeah, ama Carlo Ancelotti Don Carlo huyu wa Real Madrid, lakini nini amekiandika ama amekisema Hans Flick ni kwa sababu tu ya yale ambayo yanaendelea kwa, uh, Don Carlo hapa, hali yake kidogo sio nzuri pale Real Madrid. Baada ya kupoteza mchezo ule dhidi ya uh, Arsenal mchezo wa UEFA uh, Champions League. Kwa hivyo anasema uh, kwake yeye Hans Flick haoni kama anatendewa haki uh, huyo uh, Ancelotti kwa sababu uh, upo uwezekano wa muda wowote uh, Ancelotti kufungashiwa vilago mm, uh, kutoka pale Real Madrid, lakini yeye kama kocha uh, wa kule Hispania ama Barcelona anasema kwamba yeye haoni kama anatendewa Uh, hakufurahishwa na hichi kinachoendelea kumtokea. Na wanakutana tarehe 26 kwa maana ya Jumamosi. Yes, tumalizie na hapa. Hii ni ratiba sasa ya muungano kapu elfu mbili na ishirini na tano ambapo na nimekuambia ya kwamba timu ya Azam TV tayari ipo huko uh, Pemba. Kesho uh, Alhamisi Aprili 24 itakuwa ni mechi moja Jeku watacheza dhidi ya Singida BS na ndio maana kumbe Singida wameanza safari mapema zaidi majira ya saa kumi na moja jioni utaweza kuishuhudia hiyo mechi lakini Ijumaa Uh, April 25 utaiona zimamoto dhidi ya Coastal Union majira ya saa 10, alafu KMKM watacheza dhidi ya Azam FC majira ya saa moja na dakika 15. Jumamosi, April 26 Young Africans watakuwa wageni dhidi ya KVZ. Young Africans tayari wamekwisha rejea hapa jijini Dar es Salaam, bila shaka wanaanza safari ya kwenda huko visiwani Pemba kwa ajili ya mchezo wao huo wa Muungano Cup. Nirejeshe kwako matangazo, Idi Salim, nakushukuru sana mm. Ali Bakari: Naam Okay. E, zilizobamba mitandaoni zimebamba kweli kweli e, zote mm. za moto. Nikuulize yeah. tu swali kabisa uh, tulikuwa tunazungumzia kwamba mvua mm. kwa wakazi wa Dar es Salaam ni kama mm. vile hawana urafiki nayo <coughs> lakini hakuna kitu ambacho kina athari asidi pekee yake. Unavutiwa na nini nyakati za mvua? Uh, nyakati za mvua <laughs> e, ukiwa hata nyumbani, kwa mfano, napenda sana hali ya hewa ile ya mvua, mm. navutiwa sana nayo kibaridi baridi kile na pekee unapata gawa kidogo eh. Sasa mimi napenda